Baada ya kutazama faida ambazo anapata mtoto kwa kupitia maziwa ya mama au kwa kupitia kunyonya maziwa mama au kukamuliwa maziwa, lakini faida ambayo anapata kwa kunywa maziwa mama mtoto, tazame faida ambazo mama atazipata, lakini mtoto atazipata kwa kupitia mbinu mbili ambazo mtoto anaweza akapatiwa maziwa ya mama yaani, maanake mama akafanya maamuzi ya kukamua hizo kwa kuambiwa au kwa yeye mwenyewe akafanya maamuzi ya kukamua, lakini kwa mama ambaye atakuwa ananyonyesha, ni faida gani ambazo zinaweza zikajitokeza kwa mama kutumia ye hizi mbinu mbili kwa upande wake au mtoto anaweza akapata kwa kupitia mama kukamua, au mama ukapata faida kwa kupitia kukamua au kunyonyesha. Hii itakufanya kuwa na hakika kwa mtoto wako, lakini pia kuna faida ambazo nyingine tutaziona, ambazo mama unaweza kufaidika, lakini mtoto anaweza kufaidika kwa kupitia mbinu mbili ambazo nitaelekeza, au mbinu mbili ambazo unakosa kuzifahamu. Ni vyema ukaendelea kusubscribe na kujifunza zaidi na kupata maarifa mengi zaidi na kama umekutana darasa hili, ni vyema ukaita wengine wa wakapata kujifunza, ambao kwao itakuwa msaada ya kuweza kupata maarifa mbalimbali, na kuweza mama kupata option nyingi au faida nyingi ambazo anaweza kazitumia kwa yeye baada ya kujifungua. Faida ambayo mtoto anaweza akapata, lakini faida ambazo mama anaweza akapata kwa kupitia kukamua, ni mtoto kuweza kushiba. Hii kutokana na kiwango ambacho mama utakuwa na wengi ambao unakamua na unakamua na kumpatia mtoto kwa hiyo mtoto anaweza akashiba kutokana na changamoto ambayo yajitokeza wengi, baada ya kwenda kliniki, muda mchache baada ya kujifungua au mwezi mmoja baada ya kujifungua, mtoto wao anajikuta uzito umeshuka, na hii kutokana na maziwa ambayo mama atakuwa ananyonyesha mtoto wake, atakuwa hawezi kushiba, au maziwa mama ambayo anazalisha yenyewe yanakuwa ni machache. Na hapa ndipo tunapata faida ya pili ambayo mama atafaidika nayo, ambayo ni kujua kiwango cha maziwa ambacho mama atakuwa anatoa. Inawezekana wewe kama miongoni mwa watu ambao ushatokea ukalazwa mtoto wako kwa kuambiwa ana uzito mdogo, au mtoto wako ashidi ikapelekea kupungukiwa maji, au mtoto wako akapata utapiamlo kwa sababu ya maziwa ambacho anapata, au kiwango cha maziwa ambacho anapata ni kidogo, na mtoto kupata shida. Sasa, kuweza kupata faida ya kukamua ni kujua kiwango cha maziwa ambacho mama atakuwa anatoa, na kwake kinaweza kikawa msaada zaidi na kumfanya kuwa na uhakika mtoto wake kwamba anaweza akanywa maziwa akashiba. Ndio tutarudi hapa kwamba ukiweza kujua kiwango cha maziwa ambacho nakamua, unaweza kumsaidia mtoto wako kwa mbinu nyingine, au uweza kumsaidia mtoto uweza kushiba kipindi ambacho anatumia maziwa ya mama. Lakini faida tunaopata ya tatu ambayo mama atatumia au itapatikana kwa mama kukamua ni kuweza kumsaidia mama ambaye ana changamoto. Hapa changamoto za mama inaweza zikawa nyingi, ikiwemo kama mama atakuwa ni busy sana au atakuwa ni mwajiliwa na akalazimika kwenda kazini. Yaani mwanamke mama atakuwa na muda mchache wa kuweza kumnyonyesha mwanai.